Hii ni Ayo TV ambapo kila siku asubuhi tunakutana hapa kwa ajili ya kuzijua zile habari zote kubwa ambazo zimeandikwa kupitia magazeti ya Tanzania, ambapo ni magazeti mbalimbali ambayo natufikia hapa mezani kwetu, akiwemo magazeti ya michezo, magazeti ya udaku pamoja na magazeti ya Hard News ambayo tunazichambua kwa undani zaidi. Aa, na leo ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 12 mwezi wa 7 2017, na nawakaribisha sana. Mimi naitwa Alice Tupa, na moja kwa moja kwa siku ya leo nikianza na gazeti la Mwananchi kupitia ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa ambayo myoe kipaumbele Ngeleja afunguka kutomrudishia fedha Rugemalira, ni baada ya kupeleka TRA shilingi milioni 40 na laki 4 za sakata la escrow alizopewa. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi, ambapo Ngeleja amenukuliwa kwa kusema, kwa mazingira halisi yanomkabili aliyenipa msaada ambaye ni Rugemalira, mahali salama pa kurejesha fedha hizo sasa ni serikalini, amesema Ngeleja katika ujumbe mfupi aliotuma, uh, kwa gazeti la Mwananchi, ambapo amenukuliwa kwa zaidi akisema serikali itajua kuwa hizo zinastahili kwenda kwa Rugemalira sasa au wasubiri hatima ya kesi. Ningezirudisha kwa Ruge, watu wangeweza kuibua hoja kwamba labda napiga changa la macho tu. Na kwa kurejesha fedha hizo, Ngeleja sasa amelipa jumla shilingi milioni hamsini na tatu na laki na la tano kwa kujumlisha na kodi aliyolipa awali. Habari hii imeandikwa kwa urefu zaidi kupitia ukurasa huu wa nne na unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari nyingine ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa gazeti hili la Mwananchi nasema Chadema yapita katika majaribu habari hizi ukiangalia kuondani zaidi kupitia ukurasa wa pili, nasema ni dhahiri sasa Chadema kanda ya kaskazini ipo njia panda baada ya diwani mwingine kujiuzulu jana, huku hofu ya wengine zaidi kuchukua hatua kama hiyo ikiwa imetanda katika wilaya za Hai, Mondulu na Arusha Mjini. Solomon Leiza, diwani wa kata Ngobobo, amezidisha hofu hiyo baada ya kutangaza kujiuzulu wadhifa huo wa kuchaguliwa na kujiunga na CCM akidai kuwa amekunwa na utendaji wa Rais John Magufuli jana alimkabidhi ali mkurugenzi ali wa halmashauri ya Meru Christopher Kazeri barua yake kujiuzulu na kuwa diwani wa sita kutoka Chadema kujivua wadhifa wake kwa mkoa huo wa Arusha na ni ngome ya chama hicho kikuu cha upinzani. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa urefu zaidi kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hilo la Mwananchi. Habari nyingine zinasema bunge lampigia hesabu Mdee. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi kupitia ukurasa wa tano. Lakini pia kuna habari unasema Sakaya ahaidi kumwaga ugali Chadema mboga, lakini lakini pia ongezeko la watu ni tishio la maendeleo, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu. Ndendego asema nikitumbuliwa sitapigiwa tena saluti, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa 31 gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine zinasema chuo kikuu cha kani kinachopika viongozi wa baadaye wanaoiva kimaadili, habari hii inapatikana kupitia ukurasa wa ishirini na tano lakini pia kuna habari naosema serikali yapiga ya marufuku uigizaji wa nguo za umeme kutoka uh, nje ya nchi. Habari hizi zote zimeandikwa kupitia ukurasa huu wa mbele, lakini pia kuna habari nyingine nyingi zaidi kupitia gazeti la Mwananchi na unaweza kuendelea kuzisoma kupitia kurasa za ndani mwa gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Nipashe Mwanga Jamii kwa siku leo, kupitia ukurasa wa mbele, kuna habari kubwa inayosema wakamatwe nguli wa sheria taka, wanufaika wote Escrow wawekwe ndani. Habari hii inapatikana kupitia ukurasa wa wa pili wa gazeti la Nipashe na tukiangalia fupi zaidi nasema siku moja baada ya William Ngeleja kutangaza kurejesha serikalini fedha zinazodaiwa zao la kashfa ya uchotwaji wa mabilioni ya akaunti ya Tegeta Escrow, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Tundu Lissu amesema mbunge huyo Sengerema wa CCM na watu wote waliopata mgawanyo huo wanatakiwa kukamatwa na kushtakiwa kwa kuwa ameuthibitishia umma kuwa ni mlarushwa. Habari hii imeandikwa kwa urefu zaidi na unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa huu wa pili wa gazeti la Habari nyingine nasema maelfu wanaswa kwa madeni vyuo vikuu, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu, ambayo tukiangalia kwa ufupi nasema bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imefanikiwa kwa nasa wadaiwa sugu 45,590 kati ya wanufaika laki mbili 38,519 katika kipindi cha mwaka wa fedha 2016-2017 kufuatia msako uliofanyika ili kwa baini. Aidha, bodi hiyo ya mikopo imesema kuwa katika kipindi hicho imekusanya jumla shilingi bilioni 216 zilizorejeshwa na wanufaika kati ya shilingi bilioni 427 kurejeshwa na wanufaika wa mkopo wa elimu ya juu. Habari hii pia unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari hii inasema, wasomi wataja mrithi wa Muhongo. Uh, wasomi wametaja sifa za mtu anayetakiwa kuziba nafasi ya waziri wa nishati na madini ambao ipo, ipo wazi tangu Profesa Sospeter Muhongo atumbuliwe Mei 24. Sifa zilizotajwa na wasomi hao ni kiwango cha elimu, uadilifu na uelewa mkubwa wa sekta ya nishati na madini. Habari hii unaweza pia kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Ha, tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe nasema mama uwawa kwa marungu akiba. Habari unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa kumi, lakini pia kuna habari ya michezo inayosema Simba Sports ya michezo inayosema Club ya mnasa mdogo wa Samoni. Habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Nipashe na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo kupitia ukurasa wake mbele kuna habari kubwa inayosema IPTL yatua Ikulu, yasubiriwa kutoa hukumu leseni ya uzalishaji umeme. Lakini pia makubaliano ya miaka 20 ya kuwa ya kuuziana umeme kati ya IPTL na Tanesco yalisainiwa mwaka 1995. Pia leseni ya sasa IPTL ilitolewa na Wizara ya Nishati na Madini mwaka 1996, kwa kipindi cha miaka 21. IPTL inaiuzia Tanesco kila uniti moja ya umeme kwa dola za senti 23.1 nukta. Kila mwezi Tanesco inailipa IPTL dola uh, milioni mbili laki sita elfu hamsini na tano elfu mia saba themani na sita sawa na shilingi bilioni tano nukta Tisa, uh, ikiwa ni gharama za uwekezaji. Ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania inasema mchicha dasi salama, ambapo uh, inasema ina athari kiafya, ambao wanaotumia mchicha wa bonde la mto Msimbazi wapo hatarini kupata maradhi ya saratani na kuathiri mfumo wa kile. Lakini pia vipimo vya awali vinaonyesha maji yanayo yana hewa ya oksijeni ya miligramu tatu ambayo viumbe hai hawawezi kuishi, na na kwamba yalitakiwa kuwa na miligramu sita. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mtanzania. Kibano kipya cha chaji wenye vyeti vyake ni, uh, ni habari ambayo inaendelea kupitia ukurasa wa nne gazeti hili la Mtanzania, lakini pia kuna habari ya michezo inayosema Lukaku apewa jezi ya Ibrahimovic. Ni habari zote hizo ambazo zinapatikana kupitia ukurasa gazeti la Mtanzania na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Pia tuna gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu kwa siku ya leo ambapo kupitia ukurasa wako mbele kuna habari kubwa kabisa ambayo imepewa kipaumbele inasema, Esco ni kwikwi, askofu kila aina ya hoja zirejeshe wapi, wengine wapigwe ganzi, lakini pia Ngeleja aliamsha dude, kila kona ni mjadala wake. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima. Habari nyingine inasema timu ya makinikia beba siri nzito, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tano, serikali yasema hakuna uwezo Tanzanite Mererani, lakini pia kuna habari ya michezo inayosema mkongo Pilato Everton dhidi ya Gor Mahia na ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa 24 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Gazeti la habari leo kwa siku ya leo kupitia ukurasa wa mbele kuna habari inasema veti feki wa NASA bodi ya mikopo, ambapo bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imesema haijalishi mnufaika wa mkopo elimu ya juu alipata na kadhia ya veti feki au alifeli shule na kusitishwa masomo, ili mradi alikopa na anatakiwa kulipa deni lake. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi kupitia ukurasa wa 8 wa gazeti hili la habari leo. Habari nyingine inasema mapato ya serikali yafikia trilioni 14. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nane wa gazeti la habari leo. Lakini pia Majaliwa asema hakuna atakayekosa dawa. Dereva kotini kwa kugonga twiga wa milioni 33. Ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia gazeti hili la habari leo na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Raia Mwema kwa siku ya leo kupitia ukurasa kwa mbele kuna habari kubwa naosema kazi kubwa kwa Rais Magufuli, zito asema tujiandae kwa hali ngumu zaidi Inshallah sema vita nyingine na haja ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la raia mwema. Mascom Africa mwendokasi alitete, ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Lakini pia matajiri wapigana vikumbo CCM hisa za Vodacom ngoma nzito, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa kumi na tano. Lakini pia kuna habari ya kimataifa inaosema, Zuma na visingizio vya ANC kuhujumiwa ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Raia Mwema na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na tunaingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, ambapo tuna gazeti la Sani peke yake, ambapo gazeti hili kama unavyoona kupitia ukurasa wa mbele, kuna habari tu nyingi za udaku, lakini pia katika ukurasa wa nyuma, kuna habari tu nyingi za udaku, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi kwa kupitia uh, gazeti hili la Sani. Na tunamalizia na magazeti ya michezo kwa siku leo, ambapo tuna gazeti la Dimba pekee gazeti hili kupitia ukurasa wake wa mbele kuna habari kubwa inayosema Yanga yaanza kutesti silaha mpya dakika 20 yaongeza Mkameruni kumrithi ni nzima. Ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Dimba. Pia kuna habari inayosema ajibu afunika uh, mazoezi Yanga. Ni habari hizo picha ambazo zinamuonyesha mchezaji huyu kama mnavyoona kupitia ukurasa wake wa mbele, lakini pia kuna habari nyingine tu nyingi zinazoendelea kupitia ukurasa huu wa mbele, mojawapo ikisema Simba fuata striker Mgana. Uh, ni habari ambayo inaendelea katika katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pia majembe mapya Simba yaanza tizi, ni habari nyingine hiyo pia ambayo unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa pili wa gazeti hili la Dimba. Habari za kimataifa zinasema Wenger asema Sanchez haendi popote. Pia kuna habari inasema Chelsea wamshusha Aubameyang, lakini pia vita ya baka yoko ya pamba moto katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Dimba. Kuna habari inasema nyota Man United ya waba awa padri, ni habari ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia ukurasa huu wa nyuma. Pia hajasema athibitisha Sanchez hajaomba kuondoka Arsenal. Habari nyingine nasema WBO wamchinjia baharini Pakiao. Ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa huu wa nyuma gazeti la Dimba, na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi na kwa siku ya leo tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV, lakini kwa habari zetu nyingi zaidi unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. mimi ni Alice tupa na hii ni Ayo TV